Ashukuriwe Mwenyezi Mungu kwa uongozi wake wa ajabu na neema yake kutuongoza katika kila hatua. Tunawashukuru waumini wote wa South Nyanza Conference, viongozi, wakurugenzi, wachungaji na watendakazi kwa mshikamano, maombi na juhudi zenu ambazo zimewezesha kazi ya Mungu kusonga mbele. Hii ni hadithi ya uongozi, maono na hatua zilizobeba matumaini ya jimbo letu tangu Septemba 2022 katika kipindi cha miaka mitatu tumeandika sura mpya zenye mafanikio, changamoto na maamuzi yaliyoacha alama. Leo tunakuletea muktasari wa yale tuliyoyafanya kama malengo na simulizi ya mwelekeo wa kweli wa huduma na safari ya pamoja ya imani, tukiwa tumejikita kwenye uinjilisti, uamsho na matengenezo, uwakili na mabadiliko ya taswira. Washiriki wa South Nyanza Conference wametekeleza kauli mbiu isemayo "Nitakwenda kuwafanya kua kuwa wanafunzi", ambapo kupitia mikutano ya mahubiri ya hadhara, mahubiri ya net event, masomo ya sauti ya unabii, eye mwara, Atape na kitengo cha global mission, tumefanikiwa kubatiza watu 5596 sawa na asilimia 79 ya lengo letu. Katika awamu hii jimbo limekuwa likiendesha programu maalum ya kurejea madhabahuni ambapo waumini wameandaliwa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu na kujitoa kikamilifu kwa Mungu kwa njia ya maombi binafsi, ya kifamilia, ya vikundi na kanisa kwa ujumla. Kupitia masomo maalum washiriki wamehamasishwa kusoma neno la Mungu, vitabu vya Roho ya Unabii hususani Pambano Kuu. Mnamo tarehe 5 Machi 2023 tulizindua rasmi mpango wa usomaji wa kitabu hiki ambapo zaidi ya wa washiriki elfu mbili walihudhuria na vitabu elfu moja mia saba kusambazwa. Itakumbukwa kwamba mwaka 2024 baada ya mkakati wa ECD evangelistic impact kuzinduliwa Kirumba kwa ngazi ya union of conference tulielekea Bariadi, ambapo kwa pamoja tuliitikia wito na kutekeleza kikamilifu mkakati huo. Katika kanisa la Uadventista wa Sabato, wakili unatiliwa kipaumbele, ili kuwafanya washiriki kuwa waaminifu kwa kile ambacho Bwana aliwabariki hivyo Ofisi wa kutambua hilo, tumefanya semina za uamsho na majuma ya maombi ya uwakili ambapo zaidi ya shilingi bilioni ishirini na moja zimekusanywa kama matokeo ya washiriki kumtolea Bwana wao zaka, sadaka ya pamoja, sadaka ya shukrani ya makambi, ambapo ofisi imeendelea kusimamia matoleo hayo kutumika kama ilivyokusudiwa, hali iliyopelekea kupata hati safi katika kaguzi za JIKAS. Ndugu wajumbe, katika kuhakikisha kuwa tunafikia malengo ya msisitizo wa mabadiliko ya taswira, yani image change, ili kuwakilisha vyema utukufu wa Mungu, makanisa, nyumba za wachungaji, vivuli vya wa mikutano, vyoo vya kisasa, visima vya ubatizo, vibweta na vibao elekezi vimejengwa katika makanisa mbalimbali mbali ndani ya jimbo, bila kusahau ujenzi wa ofisi mpya za conference yetu iliyoanza mwaka elfu na hadi sasa slab ya basement, nguzo za ghorofa ya chini, ngazi ya anzilishi na njia za watu wenye mahitaji maalum zimekamilika. Katika kipindi hiki jimbo tulipata nafasi ya kuwa na matukio mbalimbali yenye mguso, ikiwemo ujio aliyekuwa kiongozi mkuu wa liekua, kanisa la Waadventista Wasabato ulimwenguni Mchungaji Ted Wilson na mkewe Nancy, ambapo itakumbukwa kuwa walitoa semina kwa viongozi wachungaji, na wenzi wao na kuzungumza na washiriki mwezi Agosti 2024 uliungana na kanisa ulimwenguni kuadhimisha miaka 150 ya ya utume ulimwenguni na miaka 122 ya utume katika jimbo la Nyanza Kusini zilizoongozwa na mwenyekiti wa jimbo kuu la kaskazini mchungaji Maku wa Malekana ambapo ilifanyika katika shule sekondari Bupandagila. Tumeendelea kudumisha mahusiano baina ya viongozi mbalimbali nje ya kanisa ikiwemo kanisa serikali na taasisi mbalimbali za kidini, jambo ambalo limesaidia kurahisisha utume kwa watu wasiofikika kwa urahisi ambapo kumezaliwa kituo cha Mwanza new life kinachohudumia kundi hilo. Pia tunamshukuru Mungu, mwaka 2025 Mei 13 tulifanikiwa kutenga field ya Simiyu, ambapo napo kazi ya Mungu inaendelea vizuri. Ama kwa hakika Mungu amekuwa mwema kwetu kwa kipindi chote hicho. Tunapoingia katika miaka mitano ya muhula mwingine, ni tumaini letu kuwa baraka za Bwana zitaendelea kututangulia na kutufanikisha katika njozi za utume zilizo mbele yetu. Tunawashukuru kwa muda wenu, usikivu na mshikamano wenu katika kusikiliza taarifa hii ya mwenyekiti wa jimbo. Maoni yenu na maombi yenu ni nguvu kwetu kuendelea kuendeleza kazi ya Mungu. Asanteni na Mungu awabariki.